Habari za muda huu, ndugu mtazamaji wa Suluhisho Digital TV. Majina yangu naitwa Abduli Emile Magana, uh, mimi ni CEO wa Suluhisho Digital Services. Leo hii nimekuletea video hii ya kuonesha application ambayo tumeitengeneza. Application hii napenda kuita application ya mjasiriamali, mjasiriamali mjasiriamali, mjasiriamali yeyote ambaye anataka kutunza taarifa zake kidijitali Uh, nje na kuandika katika karatasi, basi hii application inamfaa sana. Application hii utakapoifungua itakuonesha sehemu ya kuchagua lugha, uh, lugha ya Kiswahili ama ya Kiingereza. Mimi ni Mtanzania, nitachagua Kiswahili na nitaendelea. Ukishaendelea katika application hii, dashboard yake ndivyo inavyoonesha, itakuonesha Uh, sehemu ya mauzo itakapoonyesha jumla ya mauzo yani sales, na sehemu ya matumizi yani purchases, uh, na jumla ya madeni uh, na jumla ya deni ya na biashara na itakuonyesha sehemu ya faida halisi kwamba faida ya biashara uh, ni kiasi gani mpaka sasa. Aha, sasa tunaenda kuona namna gani mjasiriamali anaweza akatunza taarifa zake kupitia uh, mfumo huu uh, wa mjasiriamali application. Hapa uh, juu kuna sehemu imeandikwa ongeza mauzo, utaingia sehemu ya ongeza mauzo. Kama tufanye umeuza umemuuzia mtu transaction ya kwanza, umemuuzia mtu, utaenda sehemu ya add sales, utaongeza mauzo. Sehemu ya mauzo ndo hii, utakuja tena sehemu ya ongeza mauzo. uh, utaandika kiasi ambacho unataka uh, kuandika ambacho umeuza, let's say, labda umeuza shilingi elfu mbili, utaandika shilingi elfu mbili utatoa na maelezo umefanya mauzo, yaani labda let's say umeuza unga shilingi elfu mbili. Uh, let's say umeuza unga unga, utaandika unga kwa Kiswahili kabisa. Uh, utaenda sehemu ya kuhifadhi utahifadhi, itakwambia imehifadhiwa kikamilifu lakini ukirudi sehemu ya dashboard uh, itakuonyesha kabisa mauzo yako ni ya shilingi elfu mbili na haujafanya matumizi yoyote, kwa hiyo faida yako mpaka sasa ni shilingi 2000. Lakini pia kama umefanya tena mauzo, utaenda kuongeza tena kwenye mauzo sehemu ya ongeza mauzo uh, utaandika kiasi cha mauzo uliyofanya labda shilingi elfu tatu mauzo uliofanya labda umeuza nini, labda hapa, bwana, mimi nimeuza mchele. Mchele mchele utasave, mchele save, mchele utakuwa umesha saveiwa mauzo ya mchele. Ukirudi kwenye dashboard itajijumlisha, itakuwa shilingi elfu tano jumla ya mauzo. Sasa tufanye pia, biashara imefanya matumizi pia, matumizi utaongeza matumizi, labda ni shilingi elfu moja laba elfu moja umelipia taka, malipo ya taka. Watu wataka taka wanachukuaga malipo ataka. malipo ya taka malipo ya taka utahifadhi, kwa malipo ya taka atakuwa yamehifadhiwa. Aha, lakini ukija kwenye dashboard itaonyesha kwamba shilingi elfu moja matumizi. Kwa hiyo shilingi elfu tano uh, na shilingi 1000 automatically application itakwambia kwamba sasa hivi una faida ya shilingi kwa vile vile utakavyoongeza mauzo na matumizi itaendelea kujikalkulate automatically, lakini hapa chini shughuli zako zote zitakuwa zinaonekana hapa sehemu ya shughuli uh, uh, shughuli za hapa karibuni. Hata zikiwa nyingi zitajilisti, utaenda sehemu ya ona zaidi hapa, utabonyeza utaziona shughuli zako zote. He, lakini labda kuna watu ambao tunawakopesha kwenye biashara zetu, na kwa hapa hatukuacha kama kuna mtu uh, amekuja kukopa n yani amekuja kufanya transaction yani credit terms au tunawaita debtors. Kwa hiyo debtors, sehemu yao ni hii hapa. Utakuja sehemu ya kuongeza mdaiwa. Mdaiwa jina lake labda let's say ni uh, uh, not Suluhisho Digital Services. Mdaiwa labda ni Juma Jamali, labda ni Juma uh, Juma Jamali, Juma uh, Juma Jamali Jamali, umemkopesha shilingi ngapi? Juma Jamali nimemkopesha shilingi elfu tatu au shilingi elfu tatu Ehe, maelezo, umemkopesha nini? Nimemkopesha labda mchele, utaandika chochote kile, na tarehe ambayo ulimkopesha labda ni tarehe leo, tarehe 24 la mwezi wa 12 2025, utakuja utasave. Kwao taarifa ya Juma Jamali itakuwa imesha jisevu tayari. Juma Jamali ni mdaiwa ukirudi kwenye dashboard yako itakuonyesha kwamba una deni wa shilingi elfu tatu. Pale unajua kwamba kuna mtu anamdai shilingi elfu tatu. Taarifa zako zote zimetunzwa bila makaratasi, kuzuia panya wasing'ate karatasi wala karatasi zako zisiloane. Uh, kidigitali kabisa. Kwa kwa yote, ambaye anataka hii application anaweza kutafuta kwa mawasiliano yetu, uh, tukaona namna gani tunaweza kumpatia hii application aweze kufanya biashara zake kidigitali kabisa lakini pia uta, kuna sehemu ya dial sugu utaweza kwenda sehemu ya mpangilio, sehemu ya setting hapa. Sehemu ya setting kuna sehemu ya kuchagua lugha, unaweza kuchagua lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kiingereza. Okay, press Kiingereza, itabadilisha maneno ya application nzima kuwa ya Kiingereza. Vile vile ukirudi kwenye Kiswahili, yatabadilika kuwa ya Kiswahili. Uh, lakini hapa utajaza jina la biashara yako kwamba biashara yako inaitwaje, utaandika hapo lakini hapa chini utatafuta currency sarafu. Je, ni Tanzania shillings au Kenya au US dollars? A, lakini hapo hii haija kuacha. Pia kuna ripoti ripoti nzima hapa, kuna ripoti ya wiki huku, kuna ripoti ya mwezi, kwamba mwezi huu umeuza kiasi gani, umenunua kiasi gani, faida yako kiasi gani. Lakini vile vile chini itakuonesha muktasari wa mwezi, umefanya shughuli ngapi, ni shughuli ngapi? Ni shughuli tatu, mauzo mawili, matumizi moja. Uh, faida yako ni shilingi uh, ni asilimia uh, themanini ni shilingi 4000 sawa na asilimia themanini plus, lakini pia vile vile ukipata hasara na yenyewe itaandika hasara uh, shilingi mia moja. Kwa hiyo ndugu zangu uh, asanteni sana kwa kunisikiliza. Lakini kwa wewe yote ambaye anataka mafunzo, labda namna gani ya kutengeneza application, unaweza kutafuta kwa mawasiliano yetu. Atutengeneza application mbalimbali, sio hii tu application, nyingi nyingi nyingi tunaweza tukatengeneza. Unaweza kutengeneza application ya kwa ajili ya watu wako kujisomea. Unaweza kutengeneza application kwa kama wewe ni mwalimu, unaweza kutengeneza application ambayo utashare kwa wanafunzi uh, utaweza kuattach notes zako umo wanafunzi wakazipata unaweza ukatengeneza application nyingi sana. Kama wewe ni mna mgahawa, watu wanaweza ku request chakula ukawaona wanaoda eh, wanalipia wanafanya malipo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo karibuni sana Suluhisho Digital Services, huduma uh, zetu ni za uhakika sana. Asanteni uh, sana kwa kunisikiliza, muwe na wakati mwema. Langu jina ni Abduli Emile Magana.